Padre Joseph ambaye mwili wake utazikwa humu, roho yake ifurahii kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Ndugu zangu, tumwombe kwa nyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki, ewe Bwana, <coughs> uwasamehe kwa wema dhambi zao. Usipokee kazi zao njema, ewe Bwana, kwa wote wanaohuzunika kwa kifo cha Padre Joo, ewe Bwana, uwatulize wote waliofiwa tuombee sisi sote wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani, Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu, e bwanaee Mungu mwenyezi, kwa imani nasadiki kifo na, na ufufuko wa mwanao, tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufike katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tunaomba niweze kuweka mwili juu ya mashine. Naomba wawili waje upande huu ili wasaidie kukwea, watatu waje upande huu. asiuwalasa atakapokuja Mwana wa Mungu. Kesheni ndugu, kila wakati ili mpate kuokoka. Mwenyezi Mungu amependa kumwita kwake huyu ndugu yetu Padre Joe toka uzima huu. Tunauweka mwili wake udongoni, turudie ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana mpokee katika amani yake na upa mwili wake aufufue siku ya mwisho. na Mungu tunaomba akupe furaha ya milele. Mavumbi. Utarudia kuwa mavumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho mwishoasik <coughs> <coughs> adwakuwa wa mashirika waliotoka mashirika mbalimbali wanaweza kuwakilisha: sista mmoja, lay spiritan mmoja, Ngorongoro wakaroko na mwenyekiti wa kamatendaji

mba hawa wanatosha kutuwakilisha. Nitaomba wale mafundi wataweka mbao, tutaweka mashada mengine yataendelea. Naomba fundi mmoja ambaye kwa ajili ya, naomba lile shada la msalaba lisogezwe kwa mwaso, baba askofu, baba askofu wata kwa shirika, kwa shada la msalaba kwa Baba Askofu, naomba uweze kuweka shada la msalaba. Mkuu wa shirika naomba kabidhiwe shada. Amen. Pade kutoka jimbo kuu la Arusha, Baba Vika Jenero. Pade mwakilishi kutoka jimbo la Moshi. Pade mwakilishi kutoka jimbo la Moshi. Mwenyekiti wa watawa jimbo kuu Katoliki la Arusha chinjia mwenyekiti wa jimbo watawa jimbo kuu, Falapeti Falapati Le spiritan, mwenyekiti au kiongozi mwakilishi kutoka Ngorongoro, wafanyakazi wa nyumba ya Askofu Dennis Dani, wawakilishi wa wanafunzi Usa seminari, katikisa wale waliolelewa na Father Joseph St James Seminari, mwenyekiti wa lei parokia Ngorongoro, kiongozi dekania Rumeru, masista wa shirika la Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu familia Benedict kesi wale wenye mashara karibu. Naomba wapatie mapada walioko karibu, wataweka kwa kuwakilisha wengine Wanafunzi mnaweza kuweka shada moja wileniao, kama wali wenye mashada wote, nawamatua wote wenye mashada mkononi, namba waweke Padre tafadhali, kama uko karibu karibu, naomba uweze kuweka shada karibu. Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui itakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako.

Kilichoandaliwa, basi, tukibariki kwa heshima na tukile kwa heshima ya Father Joe Herzstein, ili idhihirike kile alichokihangaikia katika maisha yake, yani kulihubiri neno la Mungu na kuinua hadhi za watu kwa jina la Baba yote ambayo pade hivyo amefanya hapa duniani yale mazuri mengi mno tunaomba bariki na haya yanaandaliwa kwa heshima yake. Tunapokula na kunywa tupate nguvu ya kutumikia mema. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho. Basi niombe njie ibaki wazi ili washa mababa waskofu waweze kupita, wapadre, kisha masista na wengine, ndipo tutakapopita. Nitaomba wapadre watakaporudi pale walipovalia mavazi ya misa watabaki huko kwa ajili ya kupata chakula, na masista ni waombe, mtarudi pale kwenye hema ambalo mlikuwa mmeketi, ife iko pale nyuma